mbegete kwenye haki kwa kweli, serikali imepambana. Sasa hivi wanawake wana haki kama walivyo wanaume, wanaweza wakamiliki mali zao wenyewe, nasasa swala la ardhi, ambapo huko nyuma ilikuwa si hivyo. Kwenye usawa, sasa hivi tunaona wanawake ni viongozi katika nyanja mbalimbali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya hata sasa hivi Rais wa Jamhuri ya Muungano ni Mama Samia, na sisi wengine vijana wadogo tunapewa nafasi kwenye nafasi mbalimbali mbali, kama wanawake tunaweza kutimiza majukumu yetu. Majina yangu naitwa Kagoe Mwenge, ni mtendaji wa kata, halmashauri ya mji wa Bunda. Wanawake kwamba wanaweza e, wanaweza kufanya chochote au fursa yoyote ikitokea, basi wasiikwepe kwamba na wao wanaweza katika mambo ya hata ubunge hata urais kama unavyoona sasa hivi, tuna rais wetu ambaye ni mwanamke na anatupeleka vizuri kabisa na tunaenda sawa. Kwa hiyo hii siku ipo kumwonyesha mwanamke kwamba na yeye anaweza pia. Hii siku inatuhimiza kwamba wanawake tunaweza kila sekta, hata katika biashara, katika kilimo, popote tuka na... tunaweza tukafaa na wanawake tunaweza tukiangalia kwa mfano makazini, asilimia kubwa ya, ya wafanyakazi ni wanawake, inamaanisha kwamba sisi wanawake tunaweza vilevile. Vile tukiangalia hata mgodini, wengi pale, asilimia kubwa ni wanawake, na hata masokoni, wanawake ndo wanajishughulisha na kazi mbalimbali mbali za kijamii, kwa kazi za biashara, madukani na kadhalika wanawake vilevile ni wajasiriamali wanawake, wanajituma kwa sababu wameaminiwa sana na familia. Vile vile mwanamke ni mama mrezi wa familia, bila mama dunia hii hainogi. Furahi vizuri kwa mgeni wetu rasmi. Safi, Bunda inapendeza kwelikweli, sasema kwelikweli namna ile.